Regina Sultani ni mmoja kati ya waathirika wa kadhia hiyo ambapo anasimulia binti yake Scolastica Basso, alivyotoroshwa na bibi yake na kwenda kufanya kazi za ndani kusikojulikana. Mkuu wa wilaya ya Babati, Manuela Kaganda, aliyefika na kuzungumza na wananchi katika kijiji cha Gawal, na hapa anatoa onyo kali kwa wananchi <coughs> ambaye atakuja kuwasaidia wengine baadaye. Au sikute ni mkuu wa wilaya ni mnakuja kumwaridia ndoto zake. Kwa nini yani? Katika hilo kati ya vitu ambavyo siwezi kuvumilia ni hilo, kwa sababu sisi hapa mnatuona